Cha kwanza kwenye mapingamizi tu ya kwanza yale, wagombea apita, asipita, mimi nikaenguliwa, tukaendesha mashauri ya kurudishwa karibuni mwezi mzima. Ule wa kwanza sikupiga kampeni, nikarudishwa baada ya kushinda rufaa Dodoma ya kwamba wabunge hao wamerudishwa wagombee. Nilivyorudishwa nimefanya kampeni wiki mbili, nikasimamishwa tena kwamba nimetumia lugha ya matusi jukwani. Kamati ya maadili ya wilaya imeniazibu kusimama kampeni kwao nimekuja kurudisha tena kwenye kampeni wiki mbili za mwisho. Lakini hata hivyo, mimi naamini watu wa Ubungo wa 2020 nilichaguliwa kwa kura nyingi sana, lakini kwa bahati mbaya uchaguzi uliharibiwa na vyombo vya dola na matokeo yakawa ni ya kupika. Kilichotokea kila mtu anakijua, hakuna wakala aliruhusiwa kutoka na matokeo na wa, kwa walioingia, na kwa wengine mawakala walizuiwa kabisa kuingia hata vituoni. Lakini naamini watu wa Ubungo walijitokeza kwa wingi sana kunichagua mimi kama mbunge wao, jimbo la Ubungo. Naam, um, Mheshimiwa Boniface Jacobo, tunakwenda kumaliza kipindi chetu. Utakuwa na dakika kumi kueleza kwamba maisha yako ya kisiasa na changamoto zote ulizozipitia na mkwamo ambao taifa letu limepitia, mawazo yako ni nini sasa? E, e, conclusion yako ni nini sasa kama nchi kama Watanzania tufanye nini ili turudishe chaguzi zenye haki na ukweli, ili huko mbele Watanzania wawe na uwezo wa kumcha, kumpata mtu ambaye kweli wamempigia kura? Ni nini maoni yako, na ndo litakuwa swali langu la mwisho kwako kwa leo, na tutakwenda kuhitimisha eh, eh, kikao chako. Karibu. Haujawasha microphone, washa washa, washa microphone hapa. Unanisikia? Nakusikia. Nasema kwanza, kuna athari kubwa sana za kuvurugwa kwa demokrasia kwenye nchi yetu. Kwa bahati mbaya, serikali hawaoni, CCM hawaoni, na baadhi ya raia pia hawajui. Unapomwondolea mwananchi kumchagua mwenyekiti wake wa kitongoji, unamwondolea morali ya yeye kuchangia maendeleo kwenye eneo lake unapomzuia mwananchi kuchagua kiongozi wake mbunge kwenye jimbo ambalo yeye anaishi, unamuondolea uhalali na morali ya yeye kushiriki kwenye kujenga siasa za nchi kupitia mbunge wake na mawazo yake kwenda bungeni, kwa sababu mbunge haendi kupeleka mawazo yake bungeni. Mbunge anaenda na mawazo ya wananchi yanaowaongoza. Kwa hiyo wataanza wananchi kwenye jimbo kama mbunge ataenda sio wakwao, maanake watumpa ushirikiano kama hawatompa ushirikiano, maanake hawatompa mawazo ya kupeleka kule bungeni. Kwa hiyo, unavyoua mfumo mmoja wa demokrasia kwenye nchi, unaua uti wa mgongo wa maendeleo ya nchi yote. Kwa hiyo, kuanzia ngazi ya vitongoji na vijiji, watu wanapoteza morali ya kuchangia mawazo, kipato, mali, e, na jasho lao kwenye kujenga vijiji na vitongoji. Unapozuia wasimpate mbunge wanaomchagua, unazuia wao pia kutoa mawazo kwenye kujenga nchi yao namna ya kuendesha nchi yao. Ukifanya hivyo, serikali peke yake haiwezi ya kuendesha nchi. Mahitaji kwa bajeti, kwa mfano, mi nimekuwa halmashauri, mnaweza mkikuta halmashauri ya Dar es Salaam ya Kinondoni au Ubungo, hitaji la bajeti peke yake ni ni mamilioni ma, ma ya era, lakini kwa peke yake fedha ambayo mna uwezo wa kuiendesha na kuilipia mnakuta ni hela ndogo sana. Serikali wanasema bwana, sisi tunatoa asilimia ishirini ya bajeti. Tafsiri yake ni nini? Wananchi kama wadau wa bajeti ndio wanaweza kusema maendeleo kwa haraka, kwa unavyoondoa morali ya wananchi kufanya maendeleo. Tafsiri yake unavunja morali ya wananchi kuchangia maendeleo, na maendeleo ambayo serikali haiwezi kukompensate kwenye vyanzo vya mapato vya, vya bajeti. Kuna sehemu inaitwa nguvu ya wananchi kwa hiyo kuua demokrasia maanake unaenda kuhujumu kwenye bajeti ya nchi, ile kitu inaitwa nguvu ya, ya wananchi kwenye kuchangia maendeleo ya wananchi. Hiyo moja, lakini mbili, mkwamo tulipofika hapa tulipo, tunakuwa na serikali wananchi hawaungi mkono, tunakuwa na serikali wananchi wana, wana, wana, wana, wana giba nayo rohoni, roho zao zinaona kama tunatawaliwa, waongozwi, wanainyima ushirikiano serikali ya namna hiyo pia vile vile ni ngumu sana kumletea wananchi maendeleo, kwa sababu haipati uungwaji mkono. Sasa basi, nini kifanyike Watanzania? Hapa tulipofika, kwanza hatuko sehemu mbaya. E, nafikiri kupitia uchaguzi wa mwaka jana Watanzania wameonyesha kwamba uchaguzi ule hawajashiriki, wa na sababu za kuto kushiriki pia vile vile ziko wazi. Hawaoni kama uchaguzi ule ulikuwa ni sehemu ambayo wa ya wao kutoa maoni yao, walikuwa wanaona ni geresha tu kwao kwa hiyo tumefika pazuri ambapo kila mtanzania ametoa jambo lake la rohoni kwa kuto kushiriki uchaguzi na kuto kushiriki, kushiriki shughuli yoyote ya uchaguzi tarehe ishirini na eh, tano Oktoba. Tume kama taifa tumekwama, tunaendaje mbele? Kwenda mbele ni njia moja tu, tuendelee kuishinikiza serikali, tufungue mijadala mingi zaidi, tutafute uungwaji mkono wa wadau mbalimbali lakini vilevile tuendelee kutoa elimu ya uraia kwa wale wananchi ambao wanafikiri siasa iwagusi, wawe sehemu yetu ya kudai mabadiliko ya mfumo ya kidemokrasia ikiwemo ya, ya kiuchaguzi, ili CCM na serikali yao wagundue watanzania wengi hatuwaungi mkono, warudi nyuma, kurudi chini kutunga katiba na kuwa na sheria nzuri ya uchaguzi pamoja na tume huru ya uchaguzi. Kwa kufanya hivyo tutarudisha kuwa na taifa lenye uhai taarifa zetu. Naweza nikasema sasa hivi si taifa hai. Taifa hai ni lile ambalo ni mfumo wa kidemokrasia, wananchi wanajua kiongozi wao namna anavyoingia madarakani na anavyotoka madarakani. Tukiwa na kama hivi tulivyo, kwa kifupi sana, ni kwamba taifa haliwezi kuwa hai, kwa sababu wananchi hawajui viongozi wao wanapatikana vipi na wanaondolewa vipi. Kwa hiyo kulifufua taifa ni kurudisha demokrasia na kurudisha morali ya kila mtanzania aone ana wajibu kuilinda, kuipigania na kuitetea nchi yake. Tukiendelea hivi tulivyo, ni sawa na wananchi wa kwenye mgomo baridi. Wananchi wanaona wajibu wa kujenga nchi sio wetu, wa hawa walio madaraka, ambao wanaamini wao ndio wana akili pekee kuongoza nchi yao. Wa hiyo tuache waiongoze kwao, wamesusia maendeleo, hakuna wame maendeleo, hakuna kupiga hatua. Sasa tutapitwa na nchi za Afrika Mashariki ambao ni washindani wetu wa kiuchumi kama Kenya uchumi wetu ulikuwa tumeambiwa ni pato la kati, hapa katikati tumeona uchumi wetu umerudi nyuma. Kwa nini? Participation ya mwananchi moja moja katika ujengaji wa uchumi wa taifa lake imerudi nyuma. Morali ya kila mtu kutoa mawazo kujenga nchi imerudi nyuma. Mawazo yalikuwa yanatolewa kwenye mabaraza mashauri kwenye ma wilaya zao kwa kutoa mawazo mchanganyiko kwa kusikiliza kuongeza sauti za wananchi nchi ilikuwa inayowakilisha, wabunge walikuwa wanatoa mawazo yao, lakini tumerudi nyuma kwa sababu tena hakuna uwezo huo tena kwa sababu ni chombo kimoja chama kimoja tu ndo kinapeleka wawakilishi wa kutoa mawazo ya kujenga nchi. Kwa hiyo tumerudi, tumekaribia mwisho wa jambo hili. Ninaamini siku moja tutaipata nchi yetu, nchi ile Tanzania, tunajua Tanzania ya ahadi, ambayo kila sauti, kila kila kula ya mtanzania na sauti ya mtanzania itasikilizwa na itakuwa ina nguvu zaidi ya watawala. Asante sana. Nashukuru Mheshimiwa Bonfas Jacobo kwa kumalizia kabisa, kuna swali la mwandishi wa habari anaitwa Msuya, anasema pamoja na mateso mnayopitia, hamuoni msimamo mkali wa kukataa maridhiano unaweza kuwasababishia ugumu zaidi, ikiwa pamoja na tishio la kufutwa kwa chama au hata uongozi uliopo kufutua. Ni swali la mwandishi wa habari hili, basi kwa kumaliza na hilo ni kukaribishe uweze kulijibu. Nashukuru. Mimi mimi naweza nikasema pia, pana pamekuwa na pamekuwa na upotoshwaji kwamba Chadema inakataa maridhiano. Usiweke neno maridhiano hivyo ukamalizia hivyo, isemwe hivi: Chadema wanakataa maridhiano feki au ya ubabaishaji. Ndio msimamo wa chama changu Chadema, kama wanatoka watu credible wanaoaminika wenye dhamira ya dhati wenye utashi wa kisiasa na nia ya dhati kweli ya kukiri ukweli na kubadilisha mfumo hakuna mwanachadema atakataa maliziano. Maliziano yanayokataliwa ni yale ambayo chama chetu kilikuwa katika miaka miwili iliyopita, ambayo yametugaia experience mbaya ya kuonesha kwamba maliziano ni vikao vya mwendelezo baina ya watawala na Chadema venye dhumuni la giriba na kupoteza muda ili mtawala apate nafasi ya kuendelea kutawala, mwisho chama hicho ambacho ni Chadema akifanikiwi na jambo lolote. Ndio maana pamoja na vikao vya maridhiano wa mwili iliyopita, hatukufanikiwa kubadili hata, chaguzi ndogo tu za serikali ya mitaa zilitushinda, lakini tulikuwa vikaoni. Tulifaidika nini? Pamoja na vikao vyote vile, hatukufanikiwa kubadili tu hata kanuni za uchaguzi mkuu. Sasa maridhiano yao ni kitu gani? Maridhiano ya namna hiyo ndio Chadema na viongozi wangu hawayataki, kwa sababu neno tu lenyewe maridhiano, sasa hivi mtaani watu wanalitafsiri kama vile maridhiano ni usanii, ubabaifu, upumbuza, kukupumbaza, kupumbaza, kupumbaza, kwamba mtu unaongea naye aamini kuna kitu atakipata, lakini baada ya muda upate ni kama cheusi chekundu. Sasa mwandishi wa habari asiseme kwamba Chadema wamekataa maridhiano wamalizie kwa kusema Chadema wamekataa maliziano ya aina gani na yenye sifa zipi zilizokosa zilizo kwa maliziano hayo Chadema wanakataa. Kwa mfano, Chadema wamesema wazi tu hata leo hii, mkitaka kuongea sisi tuko tayari, tuongee. Lakini wakuzungumza sio sisi tuliopo nji, mtoeni Lissu mzungumze naye. Sasa wewe oh, ukitaka sisi tuje tuongee, tunaongeana nini na mwenyekiti wetu iko ndani? Kwa hiyo isipotoshe tukuonekana kwamba sisi ni watu ambao ni misimamo mikali, au tuende kichwa ngumu. Sisi ni watu ambao ni smart, sio kichwa ngumu. Sisi sio watu wenye misimamo tu mikali, sisi ni watu ambao tunataka tusimamie ukweli. Sasa kama kusimamia ukweli ni kutafsirika ni misimamo mikali, hiyo itakuwa ni tafsiri ya mwandishi mwenyewe. Lakini watu wanakata ghiliba, udanganyifu, ulaghai na uongo katika mazungumzo yote ambayo yanataka kuanza takayoendelea lakini pakiwa na nia ya dhati kweli ionekane na nia ya dhati hiyo isimamiwe na nani? Kwa sababu gani? Lakini watu wale wale wa aina ile ile kwa mazungumzo yale yale, bila shaka CHADEMA kitakuwa tayari kwa mezani na wao kuzungumza jambo lolote. Asante, nakushukuru sana mheshimiwa Boniface Jacobo. Ah, leo tumepata stori nyingi sana kuhusiana na wewe E, ikiwa imesalia siku moja tu ya ku, ya kuweza kuhitimisha zoezi letu la kumbukumbu kumbu ya miaka thelathini na tatu ya chama chetu ambayo e, tunaihitimisha hapo kesho. Ni washukuru sana Watanzania. E, ninapohitimisha niwe na neno dogo. Historia ya mauaji ya kwanza duniani kwa mujibu wa Biblia ni Kaini alimuua ndugu yake Abili. Ndiyo historia inaonyesha. Kaini alimuua ndugu yake Abili. Na Mwenyezi Mungu alipomuuliza Kaini, yuko wapi ndugu yako Abili? Kaini alimjibu Mwenyezi Mungu, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Je, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Lakini ni Kaini ndiye aliyemuua na alikuwa na ujasiri wa kumjibu hivyo Mwenyezi Mungu. Sitaki kusema yaliyopita kwenye Biblia, lakini kauli tunazozisikia sasa, e, walioadhiri mauaji, e, kauli kama hizo waliokufa sio Tanzania. Kauli kama hizo, nyinyi mlikuwa wapi kutowazuia ndugu zenu wasiende kuandamana? Ni kauli za Kaini, ni kauli za kwa hiyo ninapomwona hata Kenani anazunguka huku na kule ke, ke, Kenani kiongozi anajaribu kuwadaa dunia, kuwadaa watu, ni kauli za Kaini, kauli za Kaini. Ni wasihi CCM, ni wasihi CCM msi kion, e, kiongozi na serikali yao, tulipofika waache giliba. Kuna kila sababu ya kama taifa kurudi nyuma, tuone wapi tumejikwaa, tujenge taifa letu, lakini hizi propaganda hazitosaidia. Alizungumza sana mzee Butiku jana, japo na yeye wakati ambao tulitaka azungumze aliamua kukaa kimya e, na kusapoti upande wa CCM, lakini amezungumza kitu cha msingi sana. Hayo maneno hayatosaidia kulirudisha taifa letu katika mstari ulionyoka. Tuendelee kushikamana sisi kama Watanzania kupigania taifa lililokuwa la kweli na haki na Boniface Jacobo jao mwenyekiti wetu wa kanda ya pwani amehitimisha vizuri zaidi, zaidi: maridhiano yenye giliba na hadaa kwa Tanzania ya Chadema haitowezekana. Maridhiano yenye giliba na hadaa na uongo eh, kama yaliyotokea awamu iliyopita yaliyokuwa yakiongozwa na Rais Samia, hayo kwetu sisi kama Chadema hatutoyaunga. Ni niwashukuru sana eh, wa kipindi kizuri e, tumekuwa na wabunge, mbunge mmoja Aida Kenani we, we bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumekuwa na mbunge wa Afrika Mashariki dada yangu Pamela Masai, tumekuwa na mmea wa viwango vya juu sana Bon Pascal Jacobo. Mmetushereheshea siku yetu ya leo, mmeipamba siku yetu ya leo, mmeifanya iwe nzuri, watu wajue strago za opposition zikoje kwenye nchi yetu ya Tanzania. Mimi John Pambalu, modeleta wenu wa leo, sina la ziada, ninawatakia kila lililojema. Asante.